zinazokufikia hali ya kuwa umelala vizuri, mara ukashtuka usingizini. Basi linapokufikia hili, usione umeharibu chochote katika raha zako au ukaona umepoteza yaani, mapumziko yako, bali ukajikuta umechanganyikiwa, hujui la kufanya, wala usirudi ukayafanya ambayo ni usumbufu wa akili yako, kufungua simu yako kuangalia mapya yaloingia kufungua WhatsApp yako na meseji zako, na badiliko la muhimu ambalo unahitajika kulifanya kwa kipindi hiki, kwani muislamu katika kila linalomfika analoliliona lina uchungu na maumivu kwake, linakuwa na kheri, kwa kuwa muislamu ana Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi iliyo sahihi iliyopokewa na Imamu Bukhari rahimahullah ikitokana na kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyosema: man ta'arra min alleili faqal yule atakayekata usingizi akaamka usingizi ukutoka usingizini usiku, alikuwa amelala, mara usingizi ukakatika akaamka, basi baada ya kuamka akaweza kusema maneno haya la ilaha illa llahu wahdahu la sharika lah

Karudia baada ya kuisema dhikri hii, akamwomba Mwenyezi Mungu akisema allahumaghfirli, ewe Mola nisamehe madhambi yangu, au daa au akaomba dua yoyote ile yenye kheri ya dunia yake au ya akhera yake. Na ni wangapi, ni nani wangabe katika sisi hana haja ya kheri kutoka kwa Allah subhanahu wa taala? Ni nani katika sisi hana dhambi anaotaka kusamehewa? Ni nani katika sisi hakuna hamu inayombaliki? ni nani katika sisi hakuna tatizo linalomsumbua? Basi hakuna mwingine wa kuambiwa matatizo yetu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kipindi hiki ambacho umekata usingizi, hujui la kufanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amekuwekea ibada hii isiyohitaji udhu

Ya Allah, nisamehe dhambi nilizozifanya. Ya Allah, niondoshee dhiki fulani niliyonayo. Ya Allah, nisitiri na aibu yangu. Ya Allah, naomba wanangu awe wa watoto wema. Ya Allah, niondoshe maradhi niliyonayo au aliyonayo mmoja katika watu wangu. Chochote kile, na usisahau kumwomba Allah.

kobelatsalatu na lao utaamka uondoke kitandani, utawadhi uswali, basi swala wako ni hakika itakubaliwa. Ndugu yangu Muislamu, usikose usigeze, ukaikosa na kheri hii. Wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi sahbih wasallam. Nataraji kuisabaha risala hii au meseji hii ni kujiongezea ajri na fadhila kwa Allah tabarak wa